Mtazamaji Bamaa TV, ubunifu wa asili yetu. Leo ndani ya waokote tunamwangazia, katika anga za siasa na uanaharakati wa kijamii nchini Tanzania, jina la Amina Chifupa lina nafasi kubwa na ya kipekee. Alizaliwa mwaka 1981 akiwa kijana mwenye ndoto nyingi, ujasiri na sauti yake ya kipekee iliyojaza matumaini kwenye nyoyo za vijana wengi. Amina alianza kama mtangazaji wa redio. Kipaji chake cha kuwasiliana, uelewa wa masuala ya kijamii na sauti ya ujasiri vilimtoa hadi bungeni mwaka 2006 akiwa na umri mdogo tu wa miaka 25 tu. Aliteuliwa kuwa mbunge kupitia nafasi ya uteuzi wa vijana. Alikuwa ni mmoja wa bunge wachache sana wa kike waliokuwa vijana kwa wakati huo na wa kwanza kutoka katika tasnia ya habari kufika huko kwa kasi. Katika bunge Amina hakunyamaza, alisimama kidete dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya hakiwakilisha kilio cha vijana waliokuwa wakipotea kwenye janga hili. Oh, shughuli za utangazaji ni mda kidogo, nimeanza kama elfu mbili na ishiri na tatu. So, nimeanza utangazaji. Mtu ambaye amenihamasisha mimi kwenye swala za utangazaji, kuna mtangazaji fulani anaitwa Amina Chifupa amenipa ha na hamasa mpaka nikajikuta na mimi nimeingia kwenye utangazaji mpaka ah, nilikuwa na miaka kama kumi na saba kumi na sita. Kwanza nampa ongera yake huku aliko, Mungu amlaze mahali pema peponi, maana ni mtu muhimu sana ambaye amefanya vijana ukapata sapoti na sisi kuka yeye. Ee, kauli yake maarufu wauzaunga wapo humu, humu, bunge ni kwetu, ili tetemesha ukumbi wa bunge zima kwa wakati huo. Sauti yake ilikuwa ni mwiba kwamba mafisadi walivunjika moyo, lakini hakusita mwanadada huyo. safari yake haikudumu muda mrefu tarehe 26 Juni 2007 Tanzania ilipoteza mtu muhimu Amina Chifupa kwa ugonjwa wa moyo, akiwa bado na ndoto na hamasa kubwa kwa vijana katika sekta ya mapambano yaliyokuwa yameokolewa na yeye. Nilikuwa napenda kumzungumzia Amina Chifupa kwa hamasa, hamasisha vijana kwamba, jamani, simameni, sisi wanawake tunaweza pambana, wanamama pambaneni, kwa sababu kila kitu kinawezekana, aliyozaliwa na kipaji bali kila mtu anaweza. Kwa hiyo nilimpenda sana. Mwenyezi Mungu mahali pema peponi. Amina aliondoka, lakini sauti yake bado inasikika. Alithibitisha kwamba umri si kikwazo kutumikia taifa. Ni mwanamke hodari wa kisasa, anapaswa lazima awe na misingi imara katika nafasi yake katika mazingira yenye changamoto mno. Amina tulimpoteza, mtazamaji, ni haki yetu kujifunza kwa ufupi tu na kuelimika pia. Kwa vijana wa leo, Amina Chifupa ameweka historia kubwa na alama isiyofutika machoni mwetu. Hakika ni mwanga na msukumo wa taifa na kushuhudia kwamba sauti yake ina nguvu ikitumiwa ipasavyo. Sehemu alipokuwa ananikosha sana ni sehemu ambapo alikuwa anazungumzia wanamama, tupambane kwa sababu tunaweza kwa kila kitu, vijana amkeni. Tunaamka kwa sababu yake, yeye alikuwa anatupatia hamasa vibaya mno, kiasi kwamba sisi wote tulikuwa na msisimko, tulikuwa tunahamasika. Ah, kwa vijana sema ukweli kwa, kwa karne hii, mimi ninachowaambia tu kupambana, ni inabidi wapambane wasikate tamaa kwa sababu ta kila mtu kuna siku anasema unanaaha Mungu kitafika, usikate tamaa tena, inabidi tupambane ili kufikia sehemu fulani, sehemu unaotaka, sio kwa sababu umeaso sana. Unaona mbona sifiki, mbona malengo yangu siafiki tamaa, tupambane ili kupambana na kupambana eh, kiu ni hamasisha bwana mama, amkeni, naweza niliweza kuhamasika nikaamka ilibidi nami nianze kutafuta, natafuta sehemu labda wanahitaji labda vijana kuajiliwa ili nami nipate, angalau sikuchoka. Nawashauria wazazi wenzangu kwamba mtoto akiwa na kipaji inabidi umueleze kipaji chake sinamanyapaonandomala mimi na kipaji, mfano mfano na kipaji cha kuimba, nabidi umpe support yani mpaka ndoto zake zitimie. Mtu na mtangazaji atakuwa host mtangazaji, support ndoto zake zitimie. Alikuwa msanii wa bonge bonge movie wabonge, unamsupport ndoto zake, zikishatimia pale unaangalia kwa kitu chake ya baadaye. Huwezi jua Mungu ataanza kumkubali kiasi gani, akawa nani katika nchi hii. Mtazamaji wangu Obama TV, kwa ufupi tu, kuna mengi yalifanyika na vijana wengi wamejifunza kupitia Amina Chifupa. Kubwa sana iunda iza madirisha akisheni lango kubondi na kadhalika. Na nawashauri kwamba wale vijana ambao wataka kufanya kazi inabidi wafanye kazi, wapambane. Sasa unakaa bila kufanya chochote, kujishughulisha atashimia mbili akwenda kuna mogo na kushina na kuhitimu kwa kengele, mimi nashauri kitu kimoja, mtu kama mtu ana kipaji, aendeleze kipaji chake. Kama wewe ni mfanyakazi, unafanya aina yote, inabidi uende kufanya kazi, utumikie ile fani uliyojifunza. Na kama una fani yoyote, basi utafute kazi, kazi ambayo ya halali ambayo inaenda kukuza kipato chako kidogo kidogo, elfu mbili mia tatu mia tatu mia nne ndio upate kukidhi mahitaji yako kila siku. Fursa zipo kibao, kwa kubeba taka na wajira machupa, na wajira kazi kibao, ni mwenye kujishughulisha. Utasemaje maisha magumu? Tunakuuza kandoro, machupa, mifugo, mayai. Bora toka kijijini uwaje kutafuta maisha mjini, useme kazi ngumu, maisha magumu? ni wewe mwenye kijana kujituma. Jitu linakaa kali na lala mpaka saa tano, afu nasema maisha magumu stereo. Kuna madude kibao kubeba kule mzigo na, kama wewe kinyozi, hapa nakula buku Maisha na kwaje mjini hapa, hamna maisha magumu, ni wewe mwenyewe kujituma. Umeelewa? Mjini hamna maisha magumu, ingekuwa ma mjini kuna maisha magumu, miji tusingetoka kijijini kweje mjini kutafuta maisha mm. Inakuja hapa mjini kwa sababu hapa kuna kila kitu, wewe mwenyewe jitihada zako. Ajira hey, za kupeana, weiukatoa kazi vipi bila kutambulika, vijana wengi wezi Unampa mtu unamdhamini mtu ba fanya kazi hapa badala ya kuvizia huyo kaondoka na mali, kaondoka na hela. Kwa lazima umfahamiane huyo anatoka wapi, ndugu zake kina nani, na anategemea na kazi yenyewe. Na so kazi zingine sio lazima connect ene sio nini. Aa, Kazi zingine ndio wewe mwenyewe ucharakati wako, uhangaikaji wako. Vijana ndio kila kitu, vijana ndio nguvu ya taifa. Kwa vijana kipata support kutoka serikalini atalisha hata mambo ya wizi wizi mtani kidogo na kungua. Hapa mjini kazi ndo kila kitu, hata kama unaingeza buku unaishi hapa Dar es Salaam hii. Ugali kwa mantilio kaenda Mbagala kwa 350. Kwani usiishi chumba mpaka cha elfu tatu kipo Fanya kazi kenge China, namna wasiofanya kazi paka mtoto miezi sita anatengeneza mpaka vidoli. Sisi wa Bongo tumejigweteka. Kwa leo sina la ziada zaidi ya kukutakia tu mtazamaji mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea ndani ya Bamaa TV, ubunifu asili yetu. Mtazamaji wangu, ewe kijana, usikate tamaa, kwani kila kitu kinawezekana. Umejifunza nini kupitia makala hii fupi? kwa maoni na ushauri, tupigie simu namba 0713334908. Pia usisahau kusubscribe channel yetu ya Bama TV, ubunifu asili yetu. Jina langu ni Shukuru Chambuso, asanteni sana. Wokote semi za kitaa na Bama